Jina naitwa Emmanuel Manase, ni mkurugenzi wa shirika la mawasiliano duniani kwa kanda ya Afrika. Uh, shirika la mawasiliano duniani ndilo linalosimamia masuala yote ya TEHAMA katika dunia na Tanzania imekuwa pia mstari wa mbele, ilijiunga na shirika hili mwaka elfu moja mia tisa sitini na mbili. Tunafurahi kwamba Tanzania imekuwa na mchango mkubwa katika bara la Afrika lakini pia katika mikutano ya kimataifa inayofanyika Geneva na pia imekuwa mstari wa mbele katika kuchochea uwekezaji ambao umewezesha huduma za mawasiliano kuwafikia wengi. Tumeona jitihada ya serikali katika kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata huduma za mawasiliano. Afrika kwa ujumla haiwezi kubaki nyuma katika kipindi hiki ambacho dunia nzima inaangalia digitali na teknolojia zinazoibukia katika kutengeneza ajira katika kutatua matatizo ya Waafrika kwa kutumia solutions ambazo zimetengenezwa na Waafrika. Takwimu zinaonyesha kwamba mwaka 2030 kutakuwa na ajira milioni 230 kusini mwa jangwa la Sahara ambazo zote zitahitaji digitali lakini pia tunapokwenda mwaka elfu mbili na hamsini asilimia ishirini ya nguvu kazi yote duniani itatoka Afrika. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Afrika sasa hivi tunatakiwa tuandae vijana wenye ujuzi na weledi ili tu waweze kuchukua kazi zote, sio hapa ndani, sio kwa Afrika tu, lakini dunia nzima, kwa sababu hii asilimia 20 ni dunia nzima. Kwa ni wakati wa kujipanga kama nchi na hizi teknolojia zinazoibuka digitali ni za msingi. Vijana wana nguvu, vijana wana ari, na kikubwa ni kuangalia kwamba ajira si Tanzania tu, ajira si Afrika tu, ajira ni mahali popote pale. Tunaona nchi nyingi zinaendelea kwa sababu watu wanaenda kufanya kazi huko kote, lakini wanakuja kuendeleza nchi zao, hilo linatakiwa leo la msingi, lakini pia huu ndio wakati mwafaka wa kuhakikisha kwamba tunaanza kuepuka swala la kuifanya Afrika na swala la kuifanya Tanzania kuwa ajira kwa wengine, tutengeneze solution zote tunazozihitaji Afrika made in Africa by Africans for Africans for and the the rest of the world hicho ndicho kiwe kauli mbiu yetu yanajumuishwa kwenye mkutano mwingine ambao unaenda kufanyika Global IGF kule Norway ambao unafanyika mwezi um, Juni lakini pia Julai mwaka huu tuna mkutano wa WISIS, Global WISIS. ambapo moja ya mambo ambayo yanajadiliwa hapa pia yataonekana katika ile Global WISIS And AI for good. Sasa ni vizuri kuhakikisha kwamba nchi zote za Afrika zinawakilishwa, sauti yake inasikika katika hivyo viunga vya dunia. Nachoweza kusema ni kwamba Afrika kwa ujumla imepiga hatua kwenye swala la, la mtandao. Hakuna ukamilifu, bado kunahitajika jitihada katika bara la Afrika kuhakikisha kwamba huduma zinakuwa reliable lakini Tanzania ni moja ya nchi ambazo zinafanya vizuri kwa sababu kumbuke, Tanzania ina mikongo ya taifa, mikongo ya mawasiliano ya baharini minne, lakini pia ina watoa huduma ambao wameenea um, nchi nzima kwa kiwango kikubwa kwa, ukiangalia kwa Tanzania nikiangalia Tanzania kwa kulinganisha takwimu za Afrika labda nianze na takwimu za usalama mitandaoni duniani, ripoti ya ITU iliyotoka mwaka 2024. Nchi ambazo zina usalama mkubwa kwa Afrika ziko tano: Tanzania, Mauritius, Rwanda, Ghana na Kenya ndio wanaongoza, wako kwenye tier 1 ya ITU koo. Unaweza ukiwa ndani usilione hilo lakini ukisoma hizi ripoti unaona kitu cha tofauti. Alafu pili, tusisahau Afrika ilipotoka. Kwanza tunatakiwa tu appreciate tulipo, lakini pia kuwe na improvement mechanism. Unajua, wakati mwingine ni rahisi kuona kwamba hivi vitu ni vya kawaida sana au ni haki yetu, lakini tukumbuke kwamba leo tunalalamika mtandao huko chini Zamani watu walikuwa wanapanga foleni kulipia bili ya maji siku nzima, yani akitoka kupanga foleni ya kulipa maji, akilipa umeme, akienda kulipa na TTCL, siku imeisha. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba Afrika haijafika pale inapotakiwa kwenda, lakini imepiga hatua ambazo hazitakiwi kubezwa. Hilo ndio kitu kikubwa ambacho naweza nikasema. Afrika haijafika pale inapotakiwa kwenda, lakini imepiga hatua ambazo kwa Afrika huwezi kuzibeza. Leo hii kama mnajua historia nchi hii uh, benki za kawaida zilikuwa zinahudumia chini ya 16% ndio watu walikuwa na huduma za kibenki. Lakini ilipokuja mitandao ya simu mpaka ndugu zako kule kijijini leo wana huduma za kibenki kupitia kwenye simu. Sasa hayo ni maendeleo makubwa kwa Afrika na si hapa tu, Nchi zote za Afrika, na M-Pesa imekuwa ni solution ya Afrika. Ndio maana tunasema kwamba Afrika kama ambavyo waliweza kuruka, Kiingereza nasema ku leapfrog, kwenye huduma za mobile money, tunategemea hata kwenye hizi teknolojia mpya tu leapfrog. Sio lazima tufuate nyayo, tukitegemea kuwafikia wenzetu kule waliko kwa kuchukua hatua na hatua. Tunataka tu leapfrog, yani kama tu leapfrog kwenye mobile money kutoka kwamba watu hawana akaunti alafu zikakuwa ghafla watu wakapata huduma, ndicho kinachotakiwa kitokee kwenye digitali na ukitaka kulima kwa jembe la mkono bila kutumia digitali utaishia kule kuleba kusetu alikoishia. Kwa lazima wote tukubaliane kwamba digitali sasa hivi lazima itumike kwenye kila sekta ili kuleta mabadiliko. Hata nyewe wana habari hapa, wenyewe ni mashahidi, ungeamua kule ukiangalia habari zilivyokuwa zinachukuliwa miaka ile na leo. Ukitaka kuchukua kwa staili ile usogee, si ndio? Hivyo the same na kwenye kilimo ukitaka kulima kwa staili ile ya zamani hatusogei , lakini leo unaona unapiga kitu live, na sio mpaka urudi studio, kwa sababu ya mitandao hii. The same hata huku kwenye kilimo unaweza ukavuna zaidi kwa sababu umetumia teknolojia, kwa digitali, inatakiwa, kiingereza nasema, iwe embrace di kila mahali ITU. Kwa mfano ripoti yetu zilizotoka wiki iliyopita, kuna ripoti mbili, ya kwanza inaongelea swala la kodi katika huduma za mawasiliano na ya pili inaongelea swala la impakti kwenye uchumi ya mawasiliano. Vitu ambavyo tunaviona wazi ni kwamba kuna sehemu nyingi zina mawasiliano lakini watu hawana vifaa, na ili mtu aweze kuwasiliana unatakiwa uwe na simu janja, hasa kwa nchi zetu ambazo watu wengi wanapata intaneti kupitia simu janja. Kwa Afrika mpaka sasa hivi ni asilimia 38 tu ndio wa wanaotumia internet, na katika hiyo asilimia 38, wanaume ni asilimia 42 na wanawake ni asilimia 37. Bado ni ndogo. Duniani watu wanaotumia internet kwa wastani ni asilimia 68. Sasa sisi tuko kwenye 38, tunahitaji kuangalia kwa pamoja. Swala kubwa ambalo linaonekana ni upatikanaji wa vifaa njia tofauti za kuwezesha upatikanaji wa vifaa, angalau kila mtu awe na simu janja. Kwa tunazi shauri serikali ziangalie namna ya kufanya kazi pamoja na mashirika binafsi, kuangalia ni njia gani bora zinaweza kutumia kuhakikisha kwamba kila mtu anapata kifaa ambacho kinamuunganisha na mtandao. Lakini hilo tu halitoshi, tunaongelea kitu kinaitwa meaningful connectivity Meaningful manake ufanye vitu ambavyo vinakusaidia wewe kuwa productive zaidi, si tu kufanya chochote kile kwenye internet. Fanya vitu ambavyo ni meaningful, fanya vitu ambavyo ni productive. Tunajua kwamba internet inafungua njia kwenye maeneo mbalimbali. Kwenye elimu, unaweza ukapata elimu bora kutumia internet. Kwenye ujasiri ya mali, unaweza ukatumia internet ukaongeza ajira, lakini meaningfulness au productivity inayoletwa na internet lazima iwe inakuwa associated na uchumi lakini pia na masuala ya kijamii, si mambo ya kuharibu maadili, si mambo ya kuvunja sheria, wala isiwe ni mambo ambayo yanaleta kuchonganishana au maugomvi. Kwa hiyo kila mtu anapotumia internet ujue unatumia muda wako pia. Kwa hiyo tumia muda wako katika vitu ambavyo ni very productive, vitu ambavyo vinakuongezea kipato, vitu ambavyo vinakuongezea elimu, vitu ambavyo vinakuongezea wewe wigo wa kufikiri na kuboresha maisha yako. Hilo ni la msingi sana, ndio maana IT tunaongelea meaningful connectivity. Kingine ni affordability, affordability kwamba huduma uwe na uwezo wa kulipa, unafua huduma unafua huduma. Ndio maana tunasema serikali sasa ziangalie pamoja na watoa huduma kwa ujumla ni kwa jinsi gani ni vitu gani vikifanyika katika nchi katika kila nchi barani Afrika vinaweza kusaidia kupunguza bei za huduma za mawasiliano ili kuleta unafuu. Uh, takwimu zinaonyesha angalau mtu anatakiwa kutumia asilimia mbili ya kipato chake kwenye huduma za mawasiliano. Hiyo ndio ambayo kimataifa ki inaangaliwa, angalau asilimia mbili, lakini bado kwa nchi za Afrika kwa wastani ni zaidi ya asilimia nne ya matumizi ya kipato. Sasa hiyo ni wastani, maana yake kwa mtu mmoja mmoja, kuna wengine wanaweza kuwa wanatumia zaidi, lakini kwenye ripoti ambayo ilitoka ITU, bado Afrika hakuna unafuu zaidi, kwa sababu kwa wastani, simanishi kwa Tanzania, kwa Afrika wastani huko kwenye nne, lakini tunataka wastani uwe angalau mbili. Naitwa Milenia Mantoni. Mimi ni mratibu wa jukwaa la mtandao la vijana Tanzania au Tanzania Youth IGF, na pia ni coordinator au mratibu wa Afrika Youth IGF, na sisi kama vijana tumeweza kushiriki katika mkutano wa kumi na nne wa jukwaa la mtandao Afrika. Um, na tumepewa kipaumbele ambapo juzi mfano tuliweza kushiriki na kuwa na mkutano wetu wa vijana, ambapo tulishuhudia na kuona vijana wakichangia mada mbalimbali katika um, majadiliano kuhusu mtandao waliweza pia kuongelea kuhusu changamoto ambazo kama vijana wanazipitia, wanavyotumia mtandao, kwa sababu asilimia kubwa watumiaji wa mtandao ni vijana, lakini kuna changamoto ambazo wanazipitia ikiwemo kwenye mambo ya content moderation, ikiwepo kwenye mambo ya opportunities wanazopata online, lakini pia kwenye uwakilishi wa vijana kwenye uh, majukwaa kama haya makubwa. Ndio alafu, baada ya hapo pia tumeweza kushiriki kwenye majadiliano madogo madogo ambayo yanafanyika hapa kwenye Africa IGF, ambapo tumeweza kuchangia na tumeweza kuongea na kutoa michango yetu kama vijana, ni namna gani tunaweza tukachangia kwenye maendeleo bora ya Tanzania ya kidigitali, na pia tumekuwa tumeweza ku kuunganishwa na kuconnect na vijana wengine wanaotoka nchi mbalimbali za Afrika ambapo tumeweza kushare ideas, tumeweza kushare solutions ambazo tunaweza tukazitumia na tukazichukua sisi kama vijana wa Kitanzania tukazitumia kwenye kuendeleza Tanzania bora.